mambo ya nje kuja na mwongozo eh, diaspora. Lakini Warioba Mongela wataja mageuzi ya mzee Msuya. Warioba Mongela wataja mageuzi ya mzee Msuya usiyajua. Bosi mpya TANESCO, lakini vigogo cha Chadema kutua chauma, chauma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema makala atangaza rasmi kuto kugombea ubunge Morogoro. Lakini mambo mazuri yaja sera mpya mambo ya nje. Mambo mazuri yaja sera mpya mambo ya nje. Lakini polisi zingatieni weledi uzalendo mvu... muwepo kazini. Polisi zingatieni yule ambaye anaendelea ukurasa wa tano. Lakini Buriani Msuya azaliwa mwaka 1931 mpaka 2025. Habari inasema Buriani Msuya anakumbukwa kwa mambo mengi yakiwemo mabadiliko ya kiuchumi ndani ya serikali. Habari inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini hii ndio siri ya Nipashe kuibuka kidedea. Mpasuko mkubwa Chadema. Yule ambaye kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini kingeza gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge linaanza na habari inayosema raia yafikisha umeme vitongoji 1481 kati ya vitongoji elfu ishirini na nne na sita nchini. Lakini serikali ya kabidhi hadi eh, serikali ya kabidhi hati mbili mashamba ya mwagiliaji. Lakini Msuya afariki dunia, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa mbele. Rais Samia atangazia taifa msiba wa kitaifa atangaza siku saba za maombolezo. Lakini CCM wamlidia watuma salamu za rambirambi. Wajumbe sekretarieti ya Mbowe Chadema wa bwaga manyanga, lakini yupo Salumu Mwalimu Kigaila Mrema na Ruge wadai chama kimepoteza mwelekeo, wanachoshwa na ubabe wa timu liso. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, inaandika UWT Tabora yampongeza Dedi Michuzi, mfanyakazi bora Meatu. Lakini REA yakamilisha kufikisha umeme vijiji vyote 523 mikoa mkoa wa Lindi. Lakini mpasuko CHADEMA, viongozi waandamizi watangaza kukihama chama, viongozi waandamizi watangaza kukihama chama chao, wasema kimepoteza mwelekeo. Lakini washangaa udiktekta kutawala kwenye chama Uamuzi wa, wa kususia uchaguzi wa utafuna Chadema yoni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini kifo cha Msuya, Rais Samia atangaza siku saba za maombolezo. Rais chapo Msumbiji aanza ziara siku tatu Tanzania, yoni hambari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. E, gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya, ya leo. Lakini gazeti lako e, la majira linaanza nambari naandika baba mtoto jela na maisha kwa kukutwa na bangi kilo 398 lakini mzee wa miaka sitini jela maisha kwa kumlawiti mtoto mdogo. Mzee miaka sitini jela kwa kumlawiti mtoto mdogo. Lakini bodaboda watakiwa kufichua uhalifu, boda boda watakiwa kufichua uhalifu. Rais Samia rais wa msumbiji kufanya mazungumzo ikulu leo. Mpasuko Chadema, vigogo wa kundi la G55 watangaza kujiondoa kwenye chama, ni wale waliokuwa viongozi nchini uwenyekiti wa mboe wadai kunyanyapaliwa. Lakini mbuga ya Serengeti yazidi kung'ara Afrika. Mzee Msuya afariki, Samia atangaza siku saba za maombolezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira na yenyewe ukurasa wa mbele linaandika Rais Dr Samia amlilia Kleopata David Msuya. Lakini REA yakamilisha umeme vijiji 523 mkoa wa Lindi. Mhandisi Jonathan Olotu naomba ulinzi wa miundombinu uanza safari ya vitongoji, asema serikali imetumia shilingi bilioni 186.4 tayari. Eh, vit, vitongoji vimefikiwa 1481 kati ya elfu 24 eh, vimefikishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira. Lakini Chadema yagawanyika vipande bura ya eh, yatoa darasa la lpgcng na gesi asili kwa kamati ya bunge unebari kwenye gazeti la Dira ukura ukurasa wa mbele. Lakini Mtazamo gazeti lako linaandika Chadema G55 watanguliza miguu mmoja cha umma Benson Kigaila wa Salumu mwalimu waongoza njia waandaa mazingira ya Mbowe kuwania urais 2025 wasema Chadema ya Lissu ina ubaguzi. Lakini buriani Kleopa Msuya 1931 tu 2025 Yuna habari inatufikia kwenye gazeti lako la mtazamo ukurasa wa mbele, lakini REA yakamilisha umeme vijiji 523 mkoa wa Lindi. E, chemba sasa wamwangukia Juma Nkamia, chemba sasa wamwangukia Juma Nkamia. Yuna habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya, lakini gazeti lako la habari leo linaandika DC bungo mrithi nyamohanga TANESCO, lakini vigogo majitoa e, Chadema CCM makaribisha vigogojitoa Chadema sisemu e, Buriani wawakaribisha Kleopatra Msuya. Makadinali waanza kumsaka papa mpya, habari yaja na malengo manne vipaumbele sita. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele lakini tukiachana gazeti la habari leo, tuangazie Tanzania Leo linaandika rais Samia amteua kisu ya kuwa naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, lakini TMA yasema upepo mkali mvua kubwa kunyesha siku tano mfululizo wa Dar es Salaam. Mwangwi wa Samia wapasua Chadema, mwangwi e, mwangwi wa Samia wapasua Chadema. HESLB yatoa bilioni 1.9 kwa wanafunzi 873. Cleopatra Msuya afariki dunia. Bei ya mafuta dizeli petroli yashuka, bei ya mafuta ya dizeli petroli, mafuta yashuka, ndani ya gazeti la Tanzania Leo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la fahari ya Zanzibari linaandika Dr. Samia awataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kulinda nchi. Lakini Zeki yavuka lengo waandikishaji wapiga kura, Zeki yavuka lengo waandikishaji wapiga kura. Yone baadhi ya patikana kwenye gazeti la kula fahari ya Zanzibar ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Uhuru linaandika Buriani Mzemsuya, habari kubwa kabisa, Buriani Mzemsuya. Makala Chadema amejichokea pumzi imekata makala asema Chadema amejitokea pumzi imekata kisu, naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini Kiswahili ni Tunu, Kabudi asema makadinali 133 kumchagua Papa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, linaandika Chadema bado kwa fukuta, wajumbe wa sekretarieti ya chama katika uongozi uliopita watangaza kuhama chama hicho, lakini naibu katibu mkuu bara atoa kauli juu ya vigogo hao kuhama. Lakini wizara ya habari kuhakikisha hawapati watanzania taarifa za sahihi, wizara ya habari yahakikisha kuwapatia watanzania taarifa sahihi. Hiyo ni habari kwenye gazeti kuu la taifa Tanzania lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Dkt Samia mlilia Cleopatra Msuya Hemedi. Uchumi wa Zanzibar wapaa, tutashirikiana na wadao kuimarisha sekta tangazaji ta. Lakini mzee msuya atakumbukwa kwa mengi. Dkt Mwinyi asema makadinali wakuna kumchagua papa. Ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini tukiachana gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania tunaanza Zanzibar leo kwenye mchezo andika SMZ kuendelea kujenga viwanja vya michezo. SMZ yaendelea kujenga viwanja vya michezo, lakini Simba kwenye mtihani mwingine wa pamba leo. Zanzibar kujenga bwawa la kuogelea Olympic. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika wabunge waikosoa wa TFF, wa wa TFF na bodi ya ligi kwa kushindwa kusimamia kanuni. Wabunge waikosoa wa TFF na bodi ya ligi kushindwa kusimamia kanuni Pamba Jiji kujitetea dhidi ya Simba, wasishuke daraja leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru naandika Rais Samia apongezwa kuchochea sekta ya michezo. Lakini sakata la dabi e, Yanga Simba lafika bungeni. Aucho pakome warejea dimbani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo kwenye mchezo naandika viwanja vya michezo vyaundiwa chombo. Azania yevutia Basata. Aucho anza mazoezi. Pamba Simba eh, Simba na Pamba jiji kula kiporo leo, ina gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la mtazamo naandika Simba Pamba jiji mechi ya kibabe. Lakini kocha Yanga kurejea Singida Black Stars. Lakini gazeti lako la Dila naandika Pakome aongeza miaka miwili Yanga. Samata ana imani na Mzizi akichezea nje. Lakini gazeti la Majira linaandika Simba Pamba jiji patachimbika leo. KMC minziro ashimba, eh, achimba mkwara mzito. Simba wasema wembe ni uleule. Serikali michezo ipo kwenye mipango ya maendeleo, ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Simba kwini yaichapa jeketi kwini 4-3 Samata mzizi akikomaa atatisha. Simba pamba jidi ya hapotoshi, eh, KMC kompleksi. leo Babutale azicharukia TFF na bodi ya ligi bungeni ilobari, kwenye gazeti lako la Wamachinga, ukurasa wa ukura mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako eh, gazeti lako la michezo na burudani, gazeti la Mwanaspoti linaandika safari ya Mbeya City yenye pande mbili, safari ya Mbeya City yenye pande mbili eh, Mgunda aanza mipango mapema. star wa tenisi aliyedungwa sindano ya HIV, lakini maswali saba mapya dabi ya kariako. ya maswali mapya saba ya dabi ya kariako. Hiki ndicho kitakacho ikuta Yanga ikigoma kucheza, lakini ni bajeti ya chani Afkoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo na burudani. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pati nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.